Moja ya kati ya stori kali kinoma noma au uh, stori ambayo kiukweli imefuatiliwa na watu wengi pia ni harusi ya Juma Jux ambayo ilifanyika huko Nigeria. Uh, Juma Jux akiwa uh, ameenda kumwoa uh, uh, mke wake Priscilla. Kiukweli sherehe ilikuwa ni kubwa kinoma noma, uh, imehudhuriwa na, na masta kibao Uh, kiukweli kutokea Tanzania nadhani mastaa wengi sana walihudhuria sherehe ya Juma Jux. Sasa pia usisahau kwamba aliyekuwa mpenzi wake Juma Jux ambaye ni ex girlfriend wake anamzungumzia uh, Vanessa Mdee eh, au Vanessa Mdee um, alikuwepo pia, naye alikuwa pia na bwana wake Rotimi na dhani unaweza ukashangaa kidogo, lakini sio sawa kwamba tukiachana watu tuwe na maugomvi eh, ex wako mchukie, sijui vitu gani gani, mbwa yule nini, maneno kibao. Lakini Vanessa alikuwepo kwenye harusi au kwenye ndoa ya Juma Jux na na Priscilla pia. Jux alibeba watoto wake Vanessa. Eh, yani ilikuwa peace and love you know? Uh, kitu kingine pia uh, ndo ya Juma Jux kiukweli imekuwa gumzo sana mitandaoni uh, man, maneno ni mengi, comment ni nyingi, na comment nyingi pia tu, tuanzie kwenye m, sakata kwanza la uvaaji eh, yani kwamba imeonekana watanzania wengi wamesaliti Tanzania kiuvaaji, yani hawajatuwakilisha vyema mavazi wametupia mavazi ya Kinigeria, hatujamwona mtu ambaye amepiga hata rubega e, yaani tamaduni fulani hivi za kitanzania hatujaona kabisa e, e, moja kati ya listi ya sanii ambao walihudhuria wali kwenye harusi ya Juma Jux ni Diamond Platnam, Dvoice, uh, bilinasi na, na, ni, gara BMC yule. Aha, tuko na nani mwingine alikuwepo Nandi pia mm, mm, mm, wasanii kibao hivyo walikuwepo kama pia waliweza kufuatilia, and then pia tambua Rotimi alikuwepo, Vanessa alikuwepo, watoto wake Vanessa walikuwepo. Kitu kingine pia kikaleta stori nyingi sana katrendi kwenye mitandao a, pale walipomwambia Juma Jux aweze kusoma hata aya moja tu ya Qurani, yani adhibitishe. E, sasa da yakawa majanga hapo. Sasa hapo Islam, ndo akawa wameanza marumbano, zogo nyingi ndo zikaanzia hapo. Da Juma Jux kweli hawezi kusoma sura Al-Fatiha kweli? Mm, kweli, usomaji gani huo? <laughs> da watu wakawa wameongea vingi sana. Stori anyway, uh, nyingine ikaja um, Um, kwamba Juma Jux amespendi hela nyingi sana atakuja kufilisika. Kiukweli ile sherehe sio ya mchezo e, haikuwa ya mchezo mwenyewe Davido ambaye alifanyaga sherehe, lakini amesema da huyu mwamba kafunika, yaani ilikuwa ni bonge la sherehe, watu wametumia pesa mingi mingi kinomanoma, yani uwezi kuamini pesa mingi kinomanoma. Kitu e, kingine pia kilicho happen ni kwamba Juma uh, Jux na wapambe wake ambao walikuwa wametoka Tanzania wasingeweza kumchukua Priscilla pasipo ku kunani, sijui tunasemaje, yani kama walikuwa wameinama kama kusujudu pale, miguuni walilala pale, yani tamaduni za Kinigeria nadhani dhani ndio zilivyo hivyo hivyo pia, stori nyingine ni Diamond Platinum kwa sababu alikuwa pembeni pale e, akaulizwa umeoa? Hmm. Akasema bado. Kuna mrembo pale alikuwepo, akamshow da. Hizo ndo zilikuwa kwenye stori ya kwenye ndoa ya Juma Jux eh, labda una maoni gani kama umefuatilia ndoa ya Juma Jux hata hmm? Na nyie pia mnatamani mfanyiwe hivyo hivyo, wanawake wa bongo, eti sababu Juma Jux ameenda kwa uko nje sasa. Sijajua wa bongo wenzangu, basi nisikupotezee time. Asante sana kwa kunifuatilia. Mimi naitwa Midi TZ1, endelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu yote ya kijamii. Bye bye.